Msikilizaji wa Gray Simulizi karibu katika simulizi yako pendwa inayokwenda kwa jina la dereva taksi. Aliye kusimulia simulizi hii ni Gray Simulia. Nikuombe usiache kusubscribe, kulike na kukomenti ili kuweza kupata mwendelezo wa simulizi zetu kutokea hapa Gray Simulizi. Na Solo alikuwa dereva taksi katika jiji lenye pikipiki nyingi. Alikuwa mume wa Halima mwanamke mlembo na mpole, aliyempenda kwa moyo wake wote. Walikuwa na watoto wawili: Aisha mwenye umri wa miaka kumi na Hasani wa miaka saba. Kwa nje walionekana kuwa familia yenye furaha, lakini ndani ya moyo wa Halima kulikuwa na maumivu yasiyoelezeka. Na Solo alikuwa mwanaume wa haiba mchangamfu na mwenye ucheshi mwingi. Kazi yake ya udereva ilimpa nafasi ya kukutana na watu wa aina mbalimbali, hasa wanawake. Alijulikana kwa tabia yake ya kupenda anasa na mahusiano ya siri na wanawake tofauti tofauti. Halima alikuwa mwanamke wa heshima, alijaribu kumsihi mara nyingi abadilishe tabia zake lakini Nasolo alikuwa na majibu mepesi kila mara. Mke wangu hizi ni kazi za mjini, wateja ni wateja na wateja wanapenda kujisikia vizuri, alikuwa akisema kila wakati Halima alipomhoji kuhusu tabia zake za kupindukia na wanawake wengi. Mwanzoni Halima alijipa matumaini kuwa Nasolo atabadilika. Alivumilia usiku wa kuchelewa kurudi nyumbani, simu za siri na harufu za marashi ya siyo yake. Alijua, lakini hakutaka kuamini. Alipambana kuhakikisha watoto wao wanalelewa katika mazingira mazuri bila kugundua maisha halisi ya baba yao. Lakini kadri miaka ilivyopita, ilivyo tabia ya Nasolo ilizidi kuwa mbaya alianza kutumia pesa nyingi kwa wanawake wa nje kuliko kwa familia yake. Gari lake la taksi lilikuwa uwanja wa starehe zake za siri. alisahau majukumu yake kama baba na mume. Halima alianza kuchoka, hakuwa na nguvu tena za kugombana au kulia usiku. Maisha ya Nasolo yalizidi kutawaliwa na anasa mpaka siku alipoanza kuhisi mabadiliko mwilini mwake, alianza kupungua mwili, kukohoa mara kwa mara, na kuhisi uchovu uliopitiliza. Mwanzoni alidhani ni dalili za uchovu wa kazi, lakini muda ulivyozidi kwenda, hali ilizidi kuwa mbaya. Marafiki zake wa karibu walimshauri aende hospitali, lakini kwa kiburi chake alikataa. Msikilizaji wa Gray Simulizi nikukumbushe usisahau ku subscribe ili kuweza kupata mwendelezo wa simulizi kutoka hapa Grey Simulizi. Tunaendelea na simulizi yetu ya dereva taksi, hadi siku ile ambayo mwili wake ulimsaliti ghafla. Akiwa njiani akiendesha teksi yake, alihisi kizunguzungu kikali na ghafla giza liliofunika macho yake. Alipoamka alijikuta hospitalini akiwa na mashine za oxygen zikimsaidia kupumua. Halima alikuwa pembeni yake, macho yake yakiwa na machozi. Daktari alimpa taarifa mbaya, alikuwa na ugonjwa wa mapafu uliosababishwa na maambukizi makali yasiyotibiwa kwa muda mrefu. Mwili wake ulikuwa umedhoofika sana, na Solo aliona maisha yake yakipita mbele ya macho yake kama filamu. Alikumbuka tabia zake, wanawake aliyowahadaa, pesa alizotumia kwa starehe badala ya familia yake. Lakini sasa akiwa kitandani, hakuna hata mmoja wa wale aliyowapenda kwa siri aliyekuja kumuona. Halima peke yake ndiye aliyesimama naye licha ya maumivu aliyomletea kwa miaka mingi. Ha. Ha. Halima. Halima, mke wangu samahani, nisamehe mimi, aliweza kunong'ona kwa shida sana. Halima alifuta machozi yake. Nasolo, sikutegemea hili litokee, lakini bado mimi ni mke wako, na hata watoto wetu wakukumbuke kama baba yao, si mtu aliyewatelekeza. Siku zilipita, hali ya Nasolo ilizidi kuwa mbaya, hatimaye mwili wake haukuweza tena kustahimili mateso ya ugonjwa. Alifariki akiwa na mke wake pembeni yake, akikumbuka maisha yake ya nyuma na majuto aliyokuwa nayo. Halima alihisi huzuni kubwa, lakini pia alihisi amani. Na Solo alikuwa amepata nafasi ya kuomba msamaha kabla ya safari yake ya mwisho. Baada ya kifo chake, Halima alijitahidi kuwalea watoto wao kwa bidii, alihakikisha wanapata elimu bora na maisha mazuri, akiwafundisha thamani ya uaminifu na heshima. Kifo cha Nasolo kilikuwa funzo kubwa, si kwa familia yake tu, bali kwa jamii nzima. Maisha ya anasa na tamaa yanaweza kuwa na mwisho wa huzuni. Hivyo ndivyo simulizi ya Nasolo ilivyomalizika kwa huzuni na majuto, lakini pia kwa somo kubwa la maisha. Msikilizaji wa Gray Simulizi, huu ndio mwisho wa kisa hiki cha dereva taxi. Niliye kusimulia simulizi hii kuanzia mwanzo mpaka kufikia hapa, ni mimi Gray Simulia. Ni kuombe usiache kusubscribe katika chaneli yako ya Gray Simulizi, ili kuweza kupata simulizi kali kutokea hapa Gray Simulizi.